Majina, yes, yangu naitwa Temmy Felix, mwalimu msaidizi wa Kagera Sugar. e, lengo letu kubwa la kuja hapa ni kuwaeleza e, wanahabari pia na mashabiki wetu namna ambavyo tumejiandaa. Tunacheza mechi kesho na na Pamba Jiji. Maandalizi yetu kwa asilimia tisini mpaka tisini na tano yamekamilika, nafikiri tulikuwa na wachezaji wanaumwa, wote wamerejea, wako kwenye afya nzuri, na pengine inshallah kesho wanaweza wakafanya hiyo ukaonekana. Lakini pia e, kitu kikubwa tunacheza mechi na Pamba, mechi ambayo ukiangalia msimamo Pamba wako juu yetu, lakini sisi pia hatupo kwenye hali nzuri. Tunataka kupambana kutoka huku tulipo na kusogea juu, hilo hasa ndio lengo letu u inawezekana mimi, inawezekana ndio mgeni sio yule, kwa sababu ana muda mchache, ametoka hapa amerejea. Kwa hiyo yule anafahamu pengine vitu vingi, anafahamu kuliko mimi, kwa sababu alikuwepo hapa na miezi kama miwili hivi, ameondoka lakini amerejea. Kwa hiyo ha, hakuna mgeni. Eh, ni kweli sisi tunakosa nuru kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uso wetu, nyuso zetu sisi kama walimu na nyuso za, za wachezaji tumekosa nuru. Kwa maana kwamba ukishakosa nuru unakosa confidence, unakosa eh, Kujiamini, yani kila kitu nakikosa. Kwa hiyo tukishapata ule mwangaza, inawezekana kabisa tukatoka hapa kule tulipo. Lakini nikija kwenye pointi yako ya msingi, kwamba plani yetu, nafikiri kama sisi walimu, plani yetu tushaipanga, tushamaliza. Kesho washabiki watakuja kuona kwamba plani yetu ilikuwa ni ipi. Hatuwezi kuweka hazalani hapa, lakini kikubwa zaidi tunahitaji sana kwenda kutafuta matokeo, tupate alama tatu. Hicho ndio kikubwa, kwa sababu hatuwezi kusogea hatua moja, kama hatushindi. Ajina, naitwa Ramazan Charamanda, ninaoza Kagera Sugar. Niko hapa kuelezea maandalizi yetu ya kuelekea mchezo wa kesho zidyapamba. Kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo kwa sababu tumepata muda mwingi wa maandalizi. Kwa wachezaji morali iko juu kwa sababu kizingatia msimama wa ligi kama ulivyozungumza, lakini kama wachezaji sasa hivi atuangalii Hatuangalii nani wala nani. Tunaangalia sisi nafasi yetu na tunaangalia sisi uhitaji wetu wa mechi. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuelekea huu mchezo. Tuombe Mungu inshallah kesho atamsha vizuri tukafanye vizuri. Kwa sasa hivi hali ilivyofikia sisi atu atuhitaji atu tena draw wala nini, lakini sisi kwa sasa hivi tunahitaji alama tatu. Kwa sasa hivi ni alama tatu tu atuhitaji kitu kingine ili tuweze kujinasua tuliko. Kwa hiyo kila mchezo ambao uko mbele yetu sasa hivi ni kutafuta alama tatu.